Kutoka kaunti namba 33 turuke hadi kaunti namba 31, ambapo kadri athari za mabadiliko ya tabianchi zinavyoendelea kushuhudiwa katika maeneo mengi nchini, Wakenya wanakabiliwa na uhaba wa chakula na lishe bora. Hata hivyo, wadau katika sekta ya kilimo wamekuwa wakihamasisha mbinu bora za kilimo zinazolenga kuongeza uwezo wa wakulima kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Huyu hapa Sharon Nkonge na maelezo zaidi. Jennifer Wanjiku, mkulima kutoka kaunti ya Laikipia, anasema amekuwa akihangaika kwa miaka mingi kuilisha familia yake kwani mazao ya maharagwe na mahindi hayakuwa kuwa ya yakisawi vyema kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na udongo duni. Hata hivyo, Wanjiko, kama wakulima wengine waliokuwepo, anasema maisha yake yalibadilika alipojifunza kuwa mazao ambayo alikuwa ameyapuuza kwa miongo kadhaa yalikuwa yakistawi kwa urahisi shambani kwake na yalikuwa na uwezo wa kuendeleza familia yake. Kama mkulima umuhimu, mtu anazajiuliza ni umuhimu gani yenye nafanya tu celebrate hizi mbegu zetu kwa siku hii ya leo? Hizi mbegu zetu tukizihifadhi, tutapata kwamba zile mbegu ambazo zilikuwa zinajaribu kupotea, tutazihifadhi tutazipata, na zitatumika kutoka kwa kizazi kimoja ama kingine, tukiendeleza hii National Seed Fair like hiilakipya. Bado tuko na zingine ambazo zinaendelea mashinani na sabini na tunafurahia sana kwa sababu tunaweza kuhamasisha jamii waweze kuelewa umuhimu wa kuwa na mbegu zao. An Maina mratibu wa kitaifa wa Biba Kenya alisisitiza umuhimu wa wakulima wadogo kukumbatia mazao asilia ili kuongeza mavuno yao na kuboresha afya zao. Tumeanza process kushirikiana na serikali na washikadau wengine ku review our seed and uh, uh, seed act uh, na hii itakuwa mzuri kwa sababu tutaweza kukonsida hata mbegu kulima na kuzipa ile sehemu special. Kwa muda mrefu sana, wamama ndio wamekuwa custodians wa hizi indigenous seeds na wao ndio wamekuwa wakifanya kazi kwa mashambani, lakini leo kwa hii fair tumekuwa na opportunity ya kuleta wamama kuonesha kuwa kazi yao si kulima tu, bali wao wana, wana contribute kwa mambo ya food systems. Pamoja na wadau wengine, shirika hilo limekuwa likihamasisha kilimo ikolojia na pia limechangia katika uundaji wa sheria za kuunga mkono kilimo hicho katika kaunti kadhaa, ikiwemo Murang'a, Vihiga na West Pokot, pamoja na mikakati ya kitaifa ya kilimo ikolojia. Ni hivyo tunaangazia leo maneno ya seed banking na the good variety. Without a good seed bank na pia good variety, then we cannot even talk about food secure nation. Mwezi wa Novemba tunangoja judgment ya kwamba tunasika constitutional interpretation of our seed act vis-a-vis our constitution, kwa sababu constitution inasema kila kitu kia asili, indigenous knowledge, our seeds, take priority. washirika walikumbushwa kuwa chakula si lishe pekee bali pia ni dawa utamaduni nina utambulisho, wakihimiza uwekezaji zaidi katika mazao ya kienyeji yanayostahimili mabadiliko ya tabia nchi huku yakilisha watu na kulinda mazingira. Sharon Nkonge, runinga ya Citizen kaunti ya Laikipia.